CCM iliwaomba na kuwasihi sana wabunge na mamlaka zinazohusika na mchakato wa swala zima la posho za wabunge kuliangalia upya swala hili. Waliangalia upya, watumie busara kwa masilahi mapana ya wanaowawakilisha bungeni ambao ni wananchi. Watumie busara kuangalia namna ikiwezekana kuachana nalo kwa sasa. Kwa sababu tunadhani busara ikitumika jambo hili litakwenda vizuri. Chama cha Mapinduzi kinaunga mkono msimamo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, kwa taarifa iliyotolewa na Ikulu jana juu ya msimamo wa rais kwa swala la posho, akiwaomba na kuwasihi wabunge watumie kikao hichi kulitafakari upya swala hili na kutumia busara kuona kama ni busara kuendelea nalo kwa sasa na kwa mazingira ya sasa. Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwasihi. Tunaamini rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kama sehemu ya mamlaka tuliyoiomba ili tafakari swala hili, ametimiza wajibu wake. Sasa wajibu kwa wabunge wetu wote, bila kujali itikadi zao, tunawaomba wakae chini, watafakari, wasikie kilio na sauti za Watanzania ambao kwa kweli wanapiga kelele na wao wabunge ni wawakilishi wa hawa ambao leo wanazungumza.